Kwa karne nyingi, wananchi wa Tanzania na jamii nyingi za Kiafrika walitegemea katika tiba za asili kama njia kuu ya kujitibu. Mizizi na majani ambayo eneo huduma hizo. Sawa. Ili nimwambie huyu mzee anamsamaha lakini hamumpi msamaha kipalata chake hichi hapa. Kuna kesi nyingine tena? Hakuna. Tumemaliza. Kutokana na udhaifu wetu wa hali tulizonazo Mamangu kakao dini kapata vipimo tu na vidonge viwili na kaseta basi, mpaka tumetoka. Ndani ya wiki mbili tunaenda ya tatu, tukamwomba mgonjwa, siku tunatoka tunaambiwa tununue tena dawa za laki moja na ishirini. Mpaka hivi sasa mgonjwa ninaye nyumbani anakula silesi mbili mpaka kesho. Mimi nafikiri wa kulamua ni wale ambao wamepewa dhamana, hasa ngazi za chini huku, ukiangalia mfano manesi, baadhi ya matabibu na wengine E, hao ndio watoa kulaumiwa zaidi kwa sababu pia kumekuwa kuna, kuna, kuna ile tabia ya wale wanaopata huduma kuwa na hofu, wapi nitakwenda kutoa taarifa, wapi nitakwenda kustaki, wapi nitakwenda kupata msaada zaidi hapa. Kufuatia hayo, serikali imesistiza kuwa haitakubali kuona mwananchi yoyote mwanachama katika mfuko wa bima ya afya anakosa huduma au kunyumua haki yake ya msingi ya matibabu katika vituo vya afya vya serikali au binafsi vilivyosajiliwa na mfuko huo. Na huko tunakokwenda, umemsikia Mheshimiwa Raisi katika kampeni zake amesema eh, siku mia moja zile za mwanzo tunakwenda kwenye bima ya afya kwa wote. Bima ya afya kwa wote maana yake kila mtu atakuwa na bima kwa kuchangia kidogo, ukichangia kidogo na tukichanga kwa umoja wetu, maana yake fedha zitakuwa nyingi kwenye ule mfuko. Tukiwa na fedha nyingi kwenye ule mfuko, tuna uwezo mkubwa wa kupata matibabu katika vituo vyetu. Bwana Adam Salum ambaye ni meneja wa mfuko wa bima ya afya mkoa wa Tabora amezungumza hayo wakati akiwa katika kikao maalum na wazee mashuhuri wa kihistoria mkoa wa Tabora katika eneo la sanamu ya Mwalimu Nyerere halmashauri ya manispaa ya Tabora, ambapo pia amewataka wazee hao kutoa taarifa pale tu watakapokutana na usumbufu wa aina yoyote, hali ya kuwa ni mwanachama wa mfuko huo. Ukienda katika zahanati yetu sijui ya ya wapi, unaona kuna vitu vile vile, una uwezo wa kwenda sehemu nyingine ili upate matibabu yanayostahili bila kuwa na usumbufu wowote. Lakini na sisi kama viongozi, tunatamani mwanachama wetu anapokuwa na kadi ya bima akaenda kwenye kituo akakutana na usumbufu au na changamoto ambazo hazielewi, afanye mawasiliano na sisi, kwa sababu inawezekana ni nesi tu kaamka na, na stress zake e, kanuniana na mpenzi wake huko, hasira zinahamia kwako. Sasa hizo hatuwezi kukubali sisi kama viongozi, sisi kama bima Elimu hiyo imewawezesha wazee hao kupata mwanga na kurudisha imani yao kwa mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF, imani iliyokuwa ikiendelea kutoweka. Kufanya hivi nyinyi viongozi mnatuelimisha, kwa sababu mimi sasa hivi ni mwalimu wale, nitakwenda kuambia, tunashukuru kwa sababu mmeshatuambia, mtatupa namba, mtatupa maelekezo, ikifika mahala pakiwa pame, pameleta utata, tuwatafute kutoka kwenye mrongeronge na mwarobaini ndulele na mbono Hatimaye sasa ni mpango thabiti wa serikali kuhakikisha kwamba mzee anapata matibabu kupitia bima ya afya. Kutoka hapa halmashauri ya manispa ya Tabora, mimi ni Michael Samuel George na hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike. Tufuatilie pia katika ukurasa wetu wa Instagram na Facebook, kuandika HabariLeo na Scott TZ. Shukrani.